Chama cha waalimu nchini kimetoa makataa ya siku tatu kwa serikali kuwalipa waalimu fedha zao kulingana na ilani ya kumi na sita ya makubaliano yao na serikali, lasi hivyo waalimu watachukua hatua kali. And its proper implementation will remain our our focus. Pia Sosion ametaka mazungumzo yanayoendelea kati ya chama hicho na serikali yakamilishwe. Sosion pia alidai kulipwa kwa waalimu waliosahihisha mitihani ya kitaifa, na alikuwa na ushauri kwa serikali inayoingia mamlakani mwezi ujao kuhusu siasa za uchaguzi mkuu. Sosion amesema chama cha waalimu hakiungi mkono upande wowote. Kenya National Union of Teachers is not partisan in elections of this country. We have never been and we shall never be as a union. Walimu walipanga kugoma mwanzo wa mhula huu lakini mazungumzo yao na serikali yakasitisha mgomo huo ambapo ilikubaliwa kwamba serikali itakubali kuwalipa walimu marupurupu yao baada ya kukiondoa kifungu cha 16 cha ilani hiyo ya mgomo. Kingori Wangeshi, Citizen Nipashe.